Kama kuna kuanga na Evergreen Road, ni Kiambu Road. You can see the view. Hii barabara hukwaga safi hivi. Hapa unajua ukitupa tu takataka nyuma yako ma CID, hiyo ndo siku utagundua CID wanafanyanga kazi semu na makanjo, hata Joffrey Mosiria hapo ndatagundua kuwa asiee peke yake anafanya hiyo kazi. Hapa tupa takataka uone. You can see the place. You can see how, how green the road is. Yeah. So hapa naelekea, niko karibu kufika mali, nafaa kuchukua mati zingine niunganishe pamoja and niteremke hivyo Ruiru bypass. Leo niko na kafiling niende Ruiru bypass. The smart I'm enjoying my work, man. kwa sababu hakuna hii hey, mawe karibu niangushe bwana. Shetani ashindwe katika jina la Yesu Kristo. I'm enjoying the view. Hasa pale nimepata wenzangu mahokas wamekaa pale. Sitaki waone kama na warekodi, manake wengine wakubalingi hivyo. Bye bye guys. We shall talk.